Ni misa takatifu ya kumwombea hayati Dr. John Pombe Magufuli, misa iliyotanguliwa na uwekaji jiwe la msingi na kulibariki katika kanisa la mtakatifu Yohana Maria Mzee lililoasisiwa na hayati Magufuli. Katika mahubiri yake, Askofu ni Wemugiz amesema Magufuli aliishi maisha ya kuwahudumia wananchi daima. Alisema kuna wanyonge kule maskini lazima tuwahudumie hao, na ndo hapo alikuwa na ukimbiza kwelikweli, watumishi wa umma wawajibike kuangalia hao. Basi hili ni sababu kubwa ya kumwombea na kumkumbuka huyu ndugu zetu. JPM aliipenda sana, alipenda Tanzania, naye alisema daima, nchi yangu hii aipenda kabisa, ayatoa maisha yangu kwa ajili ya nchi yangu. Wengine walimchukia kwa sababu hiyo. Akizungumza kwa niaba ya serikali, waziri Lukuvi mara baada ya ibada amesema serikali imekuwa na utamaduni wa kuwaenzi viongozi waliotangulia mbele za haki kwa kufuata miongozo ya familia. Alikuwa mzalendo wa taifa lake, kiongozi aliyejali watu na rasilimali za nchi yake, mcha Mungu na mtu aliyejitoa katika kazi mbali na kuwa kiongozi, hayati Dr. John Pombe Magufuli alikuwa baba wa familia, baba yetu. Mara nyingi alisema kwamba siku moja aliungana na malaika huko mbinguni kwa ajili ya kuongoza. Na waza tu kwamba jinsi mtu anavyoweza kuwa na mazungumzo wakiwa mbinguni na mzee wetu Nyerere, kama pamoja na Mwinyi wakikuungusiana Nyakati walioongoza taifa letu wa wa kwa uzalendo wa dhati naweza kuwafikia, wakimtakia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kila la heri katika uongozi wake. Wana Chato na nao wamesema Magufuli atakumbukwa kwa mengi, ikiwemo uanzishwaji wa wilaya ya Chato. Alipigana sana marehemu kuhakikisha kwamba Chato inaitwa Chato mnayoiona leo lakini ilikuwa vigumu sana kwa wenzetu wa Biharamulo kumkubalia na kwa vile sisi tulikuwa mashariki ya Biharamulo tuliendelea kuitwa Biharamulo mashariki. Nikiripoti kutoka wilaya ya Chato mkoani Geita, Esther Sumira, sumira, Azam News.